Leo katika ulamaa kwenye umma huu, ukimtaja Abdullahi ibn Mubarak umetaja mtu, umetaja alim, lakini yote haya yalikuja kutokana na malezi ya baba yake aliyojilea na kuelea familia yake katika kuchunga halali. Baba yake Mzee Mubarak alikuwa ni shamba boi wa tajiri mmoja, alimweka Mzee Mubarak amtunzie shamba lake na kusafisha, safisha sehemu ambazo zinahitajika kusafishika ndani ya shamba lile kuna mizaituni, mikomamanga, mitende na mambo mengine, hatunda mbalimbali alikuwepo, alihudumu hivyo mzee Mubarak kabla ya kumzaa Abdullahi bin Mubarak, ambaye ndio huyo alim tunamzungumzia. Baba mtu tunamzungumzia baba mtu ashia huyo alimu. Siku moja tajiri yule alikuja na wageni wake pale shamba, ili ili ajewatembeze kuona harakati zake za uchumi. Kufika shamba pale, baada ya mazungumzo yao, akamwita msimamizi wa shamba lake amtafutie tunda ambalo litakuwa ni tamu lisiokuwa na uchachu. Mubarak atina bikadha, Mubarak atuletee tunda fulani. Mubarak akaenda tafuta tunda, kuyaleta matunda pale yote yalikuwa ni machachu, jambo ambalo alihisi yule mwenyewe kwamba ameaibishwa mbele za, za wale wageni wake. siku zote huko hapa waniadhiri wani mbele za wageni wewe vipi wewe? Amwambia mimi sijui tunda lipi linakuwa tamu na lipi linakuwa chachu. Mwaka kadhaa hujui wewe? Ambaye tokea unipe ruhusa ya kukaa hapa, hujanipa ruhusa ruhusa mimi ya kula matunda ya huko. Kwa hiyo mimi kazi yangu ninayoifanya ni kutunza vile ulivyotaka, wala sijapo chukua hata tunda moja nikaoja, kwa sababu ruhusa hiyo yule hujanipa. <coughs> yule morisjabo ashangaza sana, miaka yote watunza shamba hata kuchukua tunda ukala, wasema mpaka upatie ruhusa. Akarudi nyumbani mwake haraka, akamwambia mkewe, mimi nashauri mke wangu kwamba tusichelewe kumwozesha binti yetu, tutakujapata mtu ambaye sio sahihi. Mimi natamani yule yule mtunzi wa shamba langu ndio tumwozeshe binti yetu, kwa sababu amenivutia sana kwa uaminifu wake na kuchunga halali kwake. kwa mama akakubali sana, kwa sambakamamaiu ndipo mzee Mubaraka akaozeshwa yule binti wa tajiri. Angalia mtu anapochunga kuacha haramu. Yule tajiri baada ya kumwozesha binti yake kwa yule shamba boi akaazimia na kumwambia kwamba na hili shamba pia lako wewe na mkeo, mwendeshee maisha yenu. Man taraka lillahi shay'an awwadahu khayran minhu, mwenye kuacha kitu kwa ajili ya Allah, Allah humletea badali njema nzuri. Yeye aliona ni haramu kula tunda ambalo hakuruhusiwa na wala mwenyewe asengejua yeye alitaka kwamba anachokiingiza kwenye tumbo lake kiwe cha halali, lakini angalia yale aliyoacha kula matunda, Allah amemletea matunda ya shamba zima, kwa sababu ya kuchunga halali. Ukiacha haramu kwa ajili ya Allah, Allah atakuletea halali nzuri zaidi na nyingi zaidi. Maana yake, hata nyinyi wafanya biashara, ukisema mimi nasimama kwenye halali yangu hii, basi utajiri utatoka hapo hapo kwenye halali yako, na utakuwa na baraka utajiri wako utajiri utatoka hapo hapo kwenye halali na wala utochelewa, kama Allah amepanga hivyo. Mzee Mubaraka, baada ya kukabidhiwa shamba na binti yule, Allah akakadiria, ndipo ndoa ile ikazalikana mwanachuoni mkubwa kwenye ulimwengu wa Kiislamu, anaitwa Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, ambaye huwezi kusoma vitabu vya manaki salafi saleh ukamkosa ftari wa abdullahi Mubaraka ndani yake, huwezi kukosa.